Msimu mzuri wenye mabadiliko mengi, msimu um, ambao nafikiri mimi kwangu umeheshimisha ligi yetu kwa mengi, ukiachana machache ambayo kama sehemu ya makosa naokaaua kuekimisha. Na hata Yanga wao waliochukua ubingwa wamelazimika kuchukua ubingwa kwenye mechi ya mwisho. Ukiangalia kumekuwa kuna tofauti na Uh, misimu miwili mitatu iliyopita Yanga walikuwa wakichukua ubingwa wakiwa na mechi tatu nne mkononi, lakini safari hii Yanga wamelazimika kucheza mechi ya mwisho ili kuwa mabingwa. Kwa maanake hii ni picha tosha ya kuonesha kwamba tulikuwa tuna msimu mbora, ukiachana na zile kelele zilizopita watu kulialia michezi tukacheza na kadhalika, lakini ni msimu ambao kama tukayachukulia yale mapungufu yaliyojitokeza kama sehemu ya kurekebisha na kuwa na msimu ujao bora zaidi, uh, mi na mi tutafanikiwa iko hivyo, ukiachana uh, okay, sijajua kii mashabiki wengi nikuwa kila shabiki unaogameaka hasira uh, mimi sijajua watu kwanini wanapenda kushabikia mpira wakiwa wana hasira. Mpira ni burudani, mpira ni raha, mpira ni furaha, mpira ni upendo. Uh, mashabiki wa Simba wadau wa soka na watu wengine wanapasa kaaya kufanikiwa Kiwa kuchukua makombe yote ambayo mimi nahesabu makombe mawili, yale mengine yote ni makombe ya, ya, ya, lakini makombe nayo hesabu ambayo ndio tunayazungumzia kwa maana ya msimu wenyewe, kwa maana yale mengine kama ya hisani, yale makombe yote hata wale waliochukua Simba walichukua si kombe la nini. Mimi sijawahi kusema kwamba ni mafanikio. Mimi kwangu ni mafanikio huwa ni makombe mawili, e, kombe la ligi kuu ambayo ndio kombe kubwa zaidi na kombe la shirikisho. Labda kama Simba wangefanikiwa kuchukua kombe la eh, Confederation Cup hapo uh, tunaweza kusema kwamba naaa wamekuwa na hayo mafanikio wao, wanaweza kna amepata mafanikio kuwajibu Yanga, ile swala la medali medali, si ndio? Lakini mimi naichukulia kama generally ni mafanikio ya timu zetu za Tanzania, anakuwa na Yanga iliyoingia fainali ndani ya misimu mitatu na Simba yani, kwa wakati mmoja, sio jambo dogo. Inaonyesha kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu sisi hata fainali baada ile ya Simba mwaka 1993 katujawa na fainali nyingine ya michuano kama hiyo mikubwa. Kwa ile michuano si ya Toyota, si ni makombe, lakini kwenye msimu countable trophies ni hizi ambazo zinakuwa ni main. Zile nyingine pia zinaonyesha kwamba ni team bora, kwa mfano Yanga walichukua kombe la Toyota South Africa, ni sehemu, maana ni mwaliko wa tunaziita zile tournament kama za mazoezi, si ndio? wao kwa timu ya Tanzania kuchukua kombe pia ni jambo zuri la kujivunia. Kwa hiyo niseme hivi, tunapaswa kuwapongeza Yanga mwisho wa msimu, pamoja na vurugu na kelele zote, wamefanikiwa kufanya kile ambacho ilikuwa ndio aim namba moja ya kila timu. Kwa sababu ligi inapoanza, hata Kagera huwa anatamani kuwa mabingwa. Timu yote inakwenda kucheza na safari, sisi ni mabingwa. Lakini Yanga wamefanikiwa, wanapaswa kupongezwa kwa hiyo. Na na hapo hapo niweke vizuri. Kwenye msimu huu tunaona Young Africans wenyewe wanasema wamechukua makombe matano japo unasema yeah, ni mawili ambayo unayatambua kwa maana umefanya vizuri. Nataka nimifahamu ni, ni, ni kutoka kwako eh, Young Africans kwenye michuano ya kimataifa wajafanikiwa kufanya vizuri, lakini ndani wamefanya vizuri eh, mnyama amefika mpaka fainali, lakini amekosa eh, makombe mengi au makombe yote ambayo ameshiriki hapa ndani. Simba tumkaunti ameferi kwenye msimu huu, Young Africans eh, tumkaunti kama amefanikiwa kwenye msimu huu aiaao kama swali lakini kama maelezo sasa, hmm. Mimi nilitumia kama maelezo nilipandie juu, na mimi nalipandia kimaelezo maelezo hivyo hivyo kwamba uh, anayefanikiwa mwisho wa msimu anayekuwa na kitu in, in ana kitu chake mkononi, timu pekee ambayo ina kitu chake mkononi ni Yanga. Mimi sasa nazungumzia ligi yetu, kwa maana ya msimu wetu, kwa sababu kwenye msimu, kama utakuwa unahesabu hadi Toyota Cup na yenyewe ni ya msimu, basi tutakuwa tunapigiana hadithi za vichekesho. Lakini Yanga wana haki ya kusema tumechukua makombe matano, kwa sababu na lile kweli wamelichukua. Lakini ubora wa msimu wetu sisi Tanzania tuna ukaunti kwa makombe mawili, ndio makombe main trophies, kubingwa ligi kuu na kombe la shirikisho la Tanzania bara. Yanga yote wanayo kwa hiyo hapa nasema hivi, wamekuwa bora zaidi na wamefanikiwa, na ndio maana nikasema tunapaswa kuwapongeza. Simba walichofanikiwa kukipata safari hii ni kushika nafasi ya pili, kwa maana wametuheshimisha Watanzania kuwa kuna timu nyingine iliyoingia fainali ndani ya misimu mitatu na timu mbili. Sasa Yanga waliingia, Simba wameingia, wana medali na wenyewe. Ndio maana nikasema kama wamewajibu Yanga wamewajibu hiyo swala la medali, lakini nikakwambia kumekuwa kuna tofauti ya misimu mitatu iliyopita Yanga alikuwa ati si pointi ngapi, lakini safari hii amelazimika kuchukua hizo pointi mwisho wa ligi, mechi ya mwisho wa ligi. Na nisema ubingo huenda kwa Yanga umekuwa mtamu zaidi huu ukilinganisha na misimu mingine, kwa sababu kafanikiwa kumfunga mtani wake na akafanikiwa kuchukua ubingo kwenye mechi ya mwisho ya ligi. Kwa hiyo inawezekana hata zile sichezi na hatuchezi tumenuna hatujanuna, mwishoni zimekuja kwa sababu ana faida zaidi kwamba mechi ya mwisho eh, itakuwa na machungu dabo na itakuwa na furaha dabu. Kwa hiyo kwa Yanga na furaha dabu. Kwa Simbe, na machungu dabu. Na Simba na ab na smba maana machunguana Simba wakanyongonyea, hiyo Yanga umefanikiwa kwenye hilo. Maana hii sababu ya kukwambia nini, mimi mi kaunti ao makombe mawili kwa sababu ndio yanazungumza ya msimu wa yanga kwa usahihi zaidi, kama mfano leo kienda kuzungumza msimu wa ligiku, England. Eh, tazunzia ligi kuu si ndio? Eh maana league yenyewe Uh, utazungumzia FA na utazungumzia Karabao, si sindio? Kama itatokea timu sasa itafanya vizuri kwenye Champions League au kama vile uh, Chelsea umeona, uh, kwenye uh, nani uh, wamechukua ubingwa wa Chelsea kwenye michuano ambayo ni ya UEFA, ndio Simba kama wangefanikiwa kuchukua kwenye Confederation Cup ya CAF. Ingekuwa ni mafanikio mengine kwa timu zetu za Tanzania, lakini kwa msimu huu mm, the most successful team imekuwa Yanga kwa ajili ya kubeba haya makombe mawili, ndio na hapo pekee ikanogeshwa na paredi. Nataka nifahamu mm, paredi ilikuvutia mm, kwa namna ambavyo imefanyika bana. Paredi nitaiangalia leo karudia, kwa sababu unfortunately, wakati paredi inafanyika mimi ndio nilikuwa napanda ndege kutoka sehemu moja mm, kwenda sehemu nyingine, kwa hiyo vitu vingi vya paredi nimeona vipande vipande kwa nilikuwa natamani ni kae nitulie niangalie paredi kwa hiyo nikisema kitu ambacho sijakiona, sasa nami nitakuwa mwenda wazimu. Kwa hiyo nitatulia, kutaiangalia tukikutana kesho ukiniambia, sitakwambia ni wapi nivutia na wapi haijanivutia. Jembe hapo hapo mmoja, jana siku ya paredi, rais wa Yanga aliulizwa, aliulizwa na wananchi nini, nimemlakisha wananchi wakasema uwanja, akawaahidi kwamba ameshaongea na rais. Uwanja sioni ni mara nyingi kwa aoga na rais eneo la ujenzi kila kitu. Unaona sasa season hii kwenda kukamilisha uwanja wao kama ambavyo rais wa Yanga aliwaahidi pale hadharani wananchi, mimi ndio naona. Yaani mimi ndio nione au aliwaambia experience yako. Kwa experience yangu mimi, mashabiki wengi wa klabu zetu hizi kubwa wanafurahia matokeo zaidi kuliko mafanikio zaidi, na mafanikio mimi nayazungumzia kwa maana ya kuwa na klabu kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu uh, kigezo au kielelezo ilikuwa ni kwamba bado wameomba kuongezewa eneo, lakini sasa wameishaongezewa eneo. We need them to prove that, kwa sababu mimi nataka niwakumbusha kitu kimoja. Nyinyi mnajisahau na hata ukimsikia mtu anasema sisi ndio wenye Yanga, mimi ndio Yanga, achana na mimi Mgera kwambia usizungumzie Yanga yetu lakini hana faida yote na hiyo Yanga, au usizungumzie Simba yetu hajafanya chochote kwa Simba. Viongozi uh, wengi mimi nimeona ambao waki, wamekuwa wakiingia madarakani wamekuwa wakipenda kuziona hizi timu zikiendelea kuwa tegemezi. Kwa hiyo ahadi za uwanja za Yanga hazijaanza leo, na ninataka nikwambie kama utanikatalia, nenda kafanya research timu hata kwenye mtandao yenye ramani nyingi zaidi ambazo hazijawahi kujengwa ambazo ziko mtandaoni ni Yanga. Kwa hiyo kwa sababu rais wao ameahidi sasa hivi kwenye kadamnasi ya mashabiki kwangu ni jambo zuri, tukaona sasa hiyo imeanza kufanyiwa kazi. Nilikuwa naongea na shabiki wa Yanga yule ule captain yeye, yeah, alisema wameambiwa baada ya miezi kadhaa. Mimi nikamwambia ninaikataa kadhaa, kwa sababu kadhaa haina hesabu ya kutosha. Kadhaa inaweza inaweza kuwa miezi kumi, inaweza kuwa miezi ishirini. Kwa hiyo ilitakiwa waambiwe baada ya miezi miwili au baada ya miezi mitatu uwanja wetu sisi tutaanza. Lakini mimi bado nikuambie, kauli naiamini zaidi kuliko zote ukiachana na zile za dini time will tell. Kama wataanza yanga itakuwa jambo zuri zaidi. Kama hawataanza anza, tutaendelea kuhoji hata kama kadhaa haina eh, deadline, lakini tutaendelea kuhoji, lakini ni vizuri wakaanza na kutengeneza records, kwa sababu inawezekana rais aliyoko sasa akaanzisha na rais atakayekuja baadaye akaendelea.